Nyumbani toka uanze kazi. Haleluya! Yani utanipenda tu, yani naomba unipende, nitakusaidia kwa sababu ukipata fedha ni ya kwako na watoto wako, wala sio ya kwangu, wala sijawahi kukuuliza una shilingi ngapi. Mimi machozi nalia, ukibarikiwa hata uniambii nimebarikiwa, nimefanya, uniambii usemi. Jana mtu amekuja hapa, amekuja na pikipiki mpya amesema mama, ninaileta madhabahuni naomba uibariki. haabudu habu. hapo haabudu hapo, familia yake inaabudu hapo habu. Yeye hajawahi kuja hata siku moja, hajawahi lakini akasema ninaielewa nguvu ya hii madhabahu, nimekuja mama, naomba uibariki pikipiki hii. Hata mke wangu amesafiri, wa sijamwambia kwamba mimi nimetendewa, hili ni muujiza likubwa. Nataka nikitoka hapa ndio nimpigie simu kwamba nimenunua pikipiki. Bwana Yesu asifiwe. Anaelewa nini? Nikasema mbona umetudakia mapema, nikasema mbona huyu mwanamke amedaka baraka hizi mapema sana, mwezi Januari? Mmecheka akasema mama, nimecheka na nimepokea neno kwamba umesema bwana arusi atacheka. Mimi nimecheka na nyumba yangu jana jioni. Hapa plezi wanaimba, ameleta pikipiki kufanya kazi na amejua nguvu ya mwazabau. Sikia neno wewe, pokea neno, majira mapya anakuja kwako. Come on, haleluya, haleluya! Oh, kuna mtu anielewi, lakini nasema walikuwa wanakwenda hekaluni. Wakiwa wanaenda hekaluni, wakakutana na yule kwenye lile lango, Petro na Yohana. Wakamwangalia kwa jicho la tofauti, wakasema huyu leo anatakiwa ah, jambo jipya, anatakiwa asikie kitu tofauti na alichokisikia. Amezoea kusikia habari za kupewa mia mbili mkononi, leo atasikia kitu tofauti. Leo ataelewa tu, tutalazimisha ufahamu wake uelewe. Haleluya. Oh. Ah, akiwa amewakazia macho akitarajia kupata kitu. Jamani, walokole usafi nao. Sorry. Jamani, kupendeza mm. Akawaangalia walokole wamevalia koti na suruali na mkanda wanapanda hekaluni wanaenda kumbe, hata mia hawana, lakini wamejaa maujiza, wamejaa nguvu za Mungu, wamejaa milako o. Wakamwambia natuangalia, dogo, hatuna hata mia, na tunakuhakikishia hatuna mia, lakini tulicho nacho ndicho tunakupa. Akiwa ametoa macho Hebukat wanapanda wakafika kama kawaida yake alivyo zoea, wakasema unatuangalia, hatuna kitu tunachoweza kukupatia, tulicho nacho ndicho tukupacho, katika jina la Yesu simama, wakaona asimame. Petro akamwambia simama, simama. Aliposimama dakika mbili, akaona miguu, akaingia hekaluni mbio. Amina, kumbe mambo yamenoga, haleluya, Amina. Hautakuwa mlemavu wewe, wewe ni mzima katika jina la Yesu, amen. Ah, unahitaji kuinuliwa kwa neno la imani. Unahitaji kupelekwa viwango vingine. Unahitaji kusikia neno ili uende. Ah, mwaka huu utacheka, Amina. Mimi sielewi utacheka wapi, lakini nataka nikwambia mwaka huu utacheka. Tena utacheka kweli kweli. Utacheka kama swala swala alicheka alipoza hivyo hivyo. Ni mwaka wako wa kucheka na utacheka. Pokea kicheko katika jina la Yesu. Pokea kicheko katika jina la Yesu. Pokea kicheko pokea kicheko, pokea kicheko. Pokea kicheko. Oh, ramashanda rapasa akamwambia utaitwa Ishaka maana kila atakayesikia atacheka pamoja na wewe. Na wewe kila atakayesikia atasema nilijua Kristo kwamba Bwana amemkumbuka Wakati watakapoona kisa amenunuliwa gari na linapaki uwanjani pake yeah, watasema jamani, hey, haleluya haleluya, uh -huh. yasiyowezekana kwako kwa mwanadamu kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Mwanamke huyo alizoea kutembea kwenye gari, maisha yake yalikuwa kwenye gari, lakini historia ikabadilika. Jehova awezae kukukumbuka, atakukumbuka tena. Kwani milioni tano ni kitu gani? Bwana, milioni nne ni kitu gani? Tunajidhalau, tunajiweka huko chini. Come on, mahali ulipo, ninakwambia simama, usonge mbele. Maana huelewi ninachosema. Wakamwambia kiwete, kwa jina la Yesu simama, uende. Na mimi ninasema kwa jina la Yesu lazima majira uyapokee, hakuna uwezo wa kuzuia kwako. kama ni elimu utakwenda, kama ni biashara utakwenda. Haleluya, haleluya, haleluya oh. Alafu ninavyozungumza, ninavyozungumza hata sielewi kwa nini, kuna kitu kinatembea. Yani sielewi, kuna watu, kuna vitu wanatamani kufanya vinashindikana. Nikwambie kitu Mungu huwa anapenda mtu mwenye imani. Anzisha jambo kwa kiasi ulicho nacho, alafu yeye ataenda, ataanza kutembea na wewe. Umekaa unasema mimi naogopa, utazama mahali ulipo, utazama. Yaani, kama kuna jambo linataka kulianzisha, lianzishe. Hakunaga maono yanayotoshea. Yaani mtu mwenye maono, alafu una mtaji, unasema maono yangu ni haya. Una kama ono kako kanadai laki tano, na ndio hapo kichwani hakuna kitu Mwenye maono ana milioni mia, lakini ana laki tano na anasema ninaanza na laki tano, nitafika milioni mia. Huyo ndiye Bwana anamtaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wakasema hatuna kitu, hata kama mnatutazama, hata mi ukinitazama, niko beauty nimependeza, lakini sina kitu Nilicho nacho nakwambia, kuanzia leo Bwana amekutendea mema. Bwana amekukumbuka, haleluya. Wanaotaka kuolewa Bwana amewakumbuka, amemimina mafuta kwa ajili ya ndoa. Hata kama ulikuwa hauna mahali, mwaka huu utapata mahali na utaoa kamamkaman come on, come on, come on. Alafu, ninaona gari ziko hapa, naziona gari tatu Naona kuna gari nyeupe. Yaani nyeupe kabisa ni naiona gari iko hapa nyeupe. Yaani ninavyozungumza naiona nina gari nyeupe, afu ninakiona kigari kingine kama dark. Kama kile gari ya Felista ile dark ile. Nile, kama, kama gari ya Glory ndio ninaiona hapa hapa. Alafu ninaiona gari nyingine kama nyeupe, si nyeupe, yani, kama cream fulani. Ninaziona gari zikiwa. Ndicho picha ninayoiona. Sijui ni gari ya nani, lakini ndizo gari ninaziona. Yule aliyekusudia kupata huo usafiri upokee katika jina la Yesu, na mafuta yakawa ya kwako kuanzia leo. Ninaachilia hiyo katika jina la Yesu. Bwana akupatie majira mapya, ameamimina majira mapya kwa mtu mmoja. Yule anayeelewa elewe, yule anayepokea apokee. Akainuliwa, alafu alipoinuliwa hakubaki pale, akaanza kukimbia kwenda hekaluni Alipofika hekaluni akakutana na watesi, akakutana na watesi, wanashangaa hiki kimekuwaje, kwa nini limekuwa hivi? Yeye anasema mimi, Bwana amenitendea hautakuwa na la kuzungumza. Bwana akifungua malango, simama mahali ulipo katika jina la Yesu, simama mahali ulipo sai rabashenderebesakaramandaya riko sheketa yekesaya. Unahitaji neno unahitaji mtu mmoja, anahitaji neno, neno moja ili Yeriko yako idondoke. Asubuhi ah, ya leo mimi sielewi Yeriko yako ni jambo gani? sielewi Yeriko yako ni kitu gani, sielewi Yeriko yako imesimama, iko strong kwa namna gani, lakini asubuhi ya leo Yeriko inahitaji isikia neno na itavunjika na itadondoka. Maana Yeriko haikuvunjika kwa mitutu, Yeriko ilivunjika kwa kelele za shangwe. Ilisikia kelele na ikavunjika, ilisikia kelele na ikaanguka. Asubuhi ya leo Yeriko yako lazima isikia kelele na idondoke. Sema, Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa majira mapya, mana umemimina mafuta kwangu, umemimina mafuta katika nyakati zangu. Baba, ninakushukuru katikati ya majira haya, leo Yeriko yangu inavunjika, leo Yeriko yangu inabomoka. Yeriko yangu ni akili. Yeriko yangu ni ndoa. Yeriko yangu ni magonjwa. Yeriko yangu ni kazi. Yeriko yangu ni ufahamu. Leo lazima ivunjike katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hata yule mlemavu alisikia sauti ya watumishi wa Bwana, Yeriko ya yake ikavunjika. Bwana akampatia majira mapya, Bwana akampatia majira mapya. Na mimi ninadoka majira mapya, na mimi ninashika majira mapya, na mimi ninayatembea kwenye majira mapya, katika jina la Yesu katika ulimwengu wa kiroho achia majila yangu, achilia majila yangu, achilia majila, majila yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mpango wa adui ulioshikiliwa kwenye maisha yangu achiwa, achilia, achilia kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninavunja hiyo Yeriko, ninavunja hiyo Yeriko. Yeriko, sikia neno la Bwana, Yeriko sikia neno la Bwana, vunjika ndani yangu, vunjika. mwaka huu, mwaka huu ni wa kwangu, lazima nimiliki, lazima nimiliki, lazima nitawale, lazima nitawale, kwa jina la Yesu. Kilicho kwenye ulimwengu wa roho ni cha kwangu, lazima nitendewe, ni majira yangu ni majira yangu. Hebu nienda kwa Bwana, kaisemesho Yeriko yako, kaisemesho Yeriko yako ambayo imekuliza muda mrefu. raba shandaraba raba shandaraba shanda rabo seketa ribobo. Natamani kuona mtu anaomba. Hebu kusanya viti kusanya viti kusanya viti. ribo shanda raba sekete riko shabata raba, kiache tu kiti cha baba hicho. ribo shamandara

Yeriko yako lazima ivunjike na imevunjika kwa jina la Yesu, na imevunjika kwa jina la Yesu. Ribo shanda raba yebe shokotaya. Asante Yesu kwa kumponya mwanamke huyu, asante Yesu kwa kumponya, asante Yesu kwa kumfungua. Kuanzia leo hakuna nafasi juu yako, uzima umetawala. Amen. Riko shanda bosai, ebu simamisha simamishe huyu mama riko shabata haya, lipo saa umeharibu maisha yake huyu. Ndiyo, umeharibu maisha yake. Sasa ninakuamuru, beba mizigo, uondoke. Come on, haraka, anza kubeba mizigo wewe Jini. Jini. Jini! Haya, beba mizigo, mwachie huyu tena, ulimfanya mke wako. Haya, beba mizigo sasa nina ninakuamuru mara ya kwanza, jikusanye. Haya, mwachie, nitahesabu mpaka tatu, lazima bebe mizigo. Moja, mbili, tatu! Kwa jina la Yesu, mwachie! Haya, nenda, nenda mara ya kwanza, kwa jina la Yesu, mara ya pili, toka. Yesu ndio unaenda uwendi, unamwachia, umwachie, lazima umwachie lazima mwachie, umefunga maisha yake. Ndio, ndio, hapa baki, mtu anakuwa salama. Aya, majini na mashetani yote, beba mizigo, beba mizigo katika jina la Yesu. Uzima, uzima, uzima, uzima ndani yake, uzima, uzima. Ndio.

Mwanamisi anawekwa huru kwa eli, katika jina la Yesu. Yesu ndio, kila mizigo aliyobebeshwa binti huyu leo. Alikuwa anaambiwa ana bahati ana, ana, ana, ana mbaya, leo namfungua. Yeriko yako inafunguliwa. Yeriko yako inaanguka. Yeriko yako inaanguka katika jina la Yesu. Mikono yako imebarikiwa, mikono yako inabarikiwa katika jina la Yesu. Pokea uzima, ndiyo mwanamishi, mwanamishi, achiliwa achiliwa, achiliwa. Sante Yesu.